Swala la uchaguzi wa spika wa Bunge ambapo uh, chama cha mapinduzi kimeleta majina matatu, ilikuwa e ni Tulia Masele pamoja na mzee wangu mzee Zungu, lakini jana tuliona taarifa za kwenye vyombo vya habari tofauti tofauti kwamba mheshimiwa Tulia Ackson amejiondoa katika kinyang'anyiro. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nitangaze rasmi mimi kura yangu sio asili. Kura yangu ipo kwa Zungu e, mimi nampigia debe Zungu, na naomba waheshimiwa wabunge wote tumpe nafasi Zungu kwa sababu Zungu ana uzoefu. Tumemshuhudia sisi wengine ambao tulikuwa tuko nje ya bunge, tumeona namna alivyokuwa anaweza kuendesha vikao vya bunge wakati anapewa nafasi, lakini tumeona namna ambavyo alikuwa anatenda haki. Tumeona namna ambavyo anazijua uh, njia bora za kuwafanya wabunge waweze kuyaelezea yale ambayo yanatoka kwenye majimbo yao. Kwa kwa upande wangu mimi nawasihi sana wabunge wote tumchagueni Zungu awe spika wetu wa bunge la, la kumi na tatu, eh, Mheshimiwa Zungu. la, lakini kwa naibu spika mimi kwa upande wangu niko kwa ndugu yangu Siro. Mimi sikura zangu wasio za siri kwa sababu naamini kama Zungu atashindwa basi tutamuunga mkono yule ambaye atapata nafasi na tutafanya naye kazi a, a, a, kama kiongozi wetu, kama spika wetu. Lakini akifanikiwa Zungu, alhamdulillah, atakuwa amefanikiwa mtu ambaye mi nimemchagua, na pia kwenye naibu spika akichaguliwa Silo, alhamdulillah, atakuwa amechaguliwa mtu ambaye a, mimi kwa upande wangu nilikuwa naona anafaa. Akichaguliwa mwingine, tutaenda naye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 uendelee kuwa na moyo wa subira, uendelee kuwa na 4 ara zako ziendelee kufanya kazi ili kufanya nchi yetu ipite katika